Nilimpenda, nilimwamini, nilimzalia watoto. Lakini kwa miaka mitatu alikuwa na mke mwingine, nyumba nyingine, mtoto mwingine na maisha mengine bila mimi. Karibu tena katika sehemu ya pili ya mwendelezo wa simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Alikuwa na Mke Mwingine. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika video hizi, usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na kushare. Tuna mengi ya kukuhadithia. Sikuweza kulala usiku ule Nilijua mume wangu alikuwa na mwanamke mwingine, lakini bado sikuamini hadi nione kwa macho yangu. Na sasa ilikuwa wakati wa kujua ukweli wote. Siku ya pili asubuhi, nilivaa kwa utulivu, niliwaaga watoto wangu kana kwamba naenda sokoni. Moyo wangu ulikuwa na vita Moyo ulijaa maumivu. Nilifika saa nne kamili asubuhi katika nyumba ile. Niliona gari la Thomas nje, nilijua nilijua yuko ndani. Nilijificha nyuma ya ua kwa dakika chache, nikitazama mazingira ya nyumba ile. Haikuchukua muda nilimwona akitoka na mwanamke yule yule, ila tu walikuwa na mtoto mdogo mwenye uso kama wa Thomas. Nilihisi miguu yangu ikikosa nguvu. Mtoto yule alikuwa na tabasamu la Thomas, alikuwa na macho yale yale. Bila shaka huyu alikuwa mtoto wake lakini si wetu. Nilianza kuunganisha dots. Miezi ile aliposema alikuwa safarini au kazini usiku, kumbe alikuwa hapa. Na sasa nilijua hakuwa tu mwanamke mwingine, ila alikuwa na familia nyingine. Nilirudi nyumbani nikiwa nimebeba mzigo wa maumivu. Nilikaa sebuleni. Nikatazama picha zetu za harusi. Watoto wetu wawili. Nilihisi kama nilihisi kama maisha yangu yote yalikuwa uongo. Nilijiuliza kwa nini hakuniambia. Kwa nini alihitaji kujenga maisha mengine wakati alikuwa na mimi? Je, mimi nilikuwa nini kwake? Siku ya tatu nirudi tena pale pale kwenye nyumba ile ile nilipomwona Thomas, lakini safari hii Thomas ya kuwepo. Nilimwona jirani mmoja akiwasiliana na yule mwanamke aliyekuwa kwenye ile nyumba nami, na nilijifanya kama nimepotea. Nikamuuliza jirani kuhusu mwenye nyumba, akanambia o, oh, yule dada yuko na mume wake na wamekaa hapa kama miaka mitatu sasa. Wana mtoto mmoja wa kiume na wanapendana sana wenyewe. Nikajiuliza na sasa, nikajua kumbe huyu si mpenzi tu, ni mke wa ndoa. Na hii haikuwa nyumba ya siri, hii ilikuwa nyumba ya ndoa ya pili halali halisi, ambayo inatambulika mpaka kwenye vitabu vya dini. Nilihisi kama dunia imesimama. Uvumilivu wangu ulifika mwishoni. Ilikuwa wazi sasa, Thomas alikuwa na mke mwingine kwa miaka mitatu, na mimi nilikuwa kivuli tu cha maisha yake. Lakini sasa nilitaka majibu, na huyu mwanamke, ambaye ni mke mwenzangu wa siri, ndiye alikuwa na majibu hayo. Nilijua sasa Thomas hakuwa tu muongo. Alikuwa mume wa wake wawili na mimi nilikuwa mke wa pili bila kujua. Hii haikupasa kunitokea, lakini sasa ningetafuta ukweli hadi mwisho, ningejua. Nilirudi tena pale mara ya tatu, lakini safari hii sikuvaa kama kawaida. Nilivaa nilivaa kama mwanamke anayetafuta haki, sikujificha tena. Niligonga mlango mara ya kwanza na yule mwanamke alinifungulia. Alikuwa mrembo, hata mimi nilistaajabu uzuri wake wa, lakini macho yake alionyesha kuchanganyikiwa. Tulitazamana kwa sekunde tano zenye maswali mengi. Nikamwambia kwa utulivu, tafadhali, naomba dakika tano tu, na si kwa fujo, ila kwa ukweli. Naye alinielewa, alinikaribisha katika sebule yao nzuri iliyopambwa na viti vizuri, urembo wa maua, TV kubwa kama ya Ikulu. Hakika sebule yao ilikuwa nzuri. Neno la kwanza nilimuuliza jina lako nani? Akanijibu, akaniuliza na wewe je, unaitwa nani dada? Nilimjibu, mimi ni mke wa Thomas wa kwanza. Alionekana kutetemeka huku anakunja sura, alisema alitalikiana na wewe miaka mingi iliyopita. Nikamwambia alikuwa mwongo na bado nina ndoa naye. Akaniuliza, kwa hiyo wewe ni nani kwangu? Nikamjibu, pengine ni dada katika mateso. Kimya kilitawala na mwanamke yule alianza kulia kimya kimya. Nikamuuliza tena, alikuambia nini juu yangu? Kwamba mimi ni mke wake wa zamani na nisiye na maana tena kwenye maisha yake. Wakati huo mimi nadhani Thomas ni mume mwenye thamani na tuna watoto wawili, ila sio, anaishi maisha mawili. Basi nilimwacha na machozi yake, ila sasa alijua kama mimi nilivyoumia, naye aliumia. Tulikuwa waathirika wawili wa mume mmoja. Nilipokuwa naondoka alinikimbilia, akanishika mkono. Samahani, sikujua kama niliiba au niliibiwa. Nikamjibu, wote tumeibiwa. Niliamua kuto kumkabili Thomas kwanza. Nilirudi nyumbani, nilirudi nyumbani na nilimkumbatia mwanangu wa kiume kwa nguvu. Aliniuliza, "Mama, mbona unalia?" Nikamjibu, kwa sababu sasa najua ni wakati wa kuanza upya. Sasa ilikuwa zamu yangu ya kuuliza maswali kwa Thomas, kwa mahakama ya nafsi yangu. Hii haikuwa tena kuhusu uchungu, ilikuwa kuhusu uhuru na huu ndio mwisho wa episodi yetu ya pili na jiandae kwa episodi ya tatu. Na kama hii ni mara yako ya kwanza kushiriki nami katika mwendelezo wa hadithi hii, basi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Pia usisahau hadithi zetu zinaruka kila siku, kila siku iendayo kwa Mungu. Na wewe ni mtu wangu wa nguvu. Yeah.